Naam, mtazamaji wa Trend TV, ebwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana, inahusiana na kitu ambacho kimehappen huko mtandaoni. Kama ilivyokuwa kawaida, kila habari ambayo ina trend lazima tukuletee hapa Trend TV, na this time around, moja kati ya vitu ambavyo vina trend huko mtandaoni bwana ni kuhusiana na hii story ya sakata zima la bwana kuna huu ujumbe ambao ameuweka kupitia kurasa yake wa Instagram ambapo umewafanya watu wengi sana waibuke au washangae, washtuke kutokana na kwamba Gigi ameamua ku express tena feelings zake kwa mara nyingine kwa Diamond Platinumz, jambo ambalo si geni kwa watu ambao wanamfuatilia Gigimane. Interview zake, post zake anazoziwekaga mtandaoni ni kitu ambacho uga tunakiona recently, yani mara kwa mara uga anapost akiwa anaeleza jinsi gani ambavyo anavyomhusudu Around tena, ni kwamba Gigi, bwana, leo mapema kabisa asubuhi kupitia kurasa yake wa Instagram aliweka ujumbe akiwa amemuambatanisha na videos ambazo zinamuonyesha akiwa yuko na Diamond Platinum, sio jana au juzi, ni kitambo. Hii video ni ya kitambo. Gigi akiwa na enjoy life na Diamond. Na Diamond, bado kidogo tu umo katika hizo video achomoe ndonga ionyeshe kwa watu. Umeona bwana? So ni moja kati ya vitu ambavyo vilitrend sana. So amepost hiyo video, Gigi kisha akaandika pale chini kwamba I swear, nimemwota Nasibu jana akiwa anamaanisha kwamba ni anaapa kwamba siku ya jana usiku wakati amelala ame diamond amemuota Diamond Platinumz, ambaye jina lake halisi anafahamika kama Nasibu Abdul Juma Isaac. Sasa Gigi ya kuishia hapo, akaendelea kusema kwamba mimi, ameandika kwamba mimi nimekumisi kichaa wangu what I know is we love each other, mona mengine mtajijua wenyewe kikubwa ni kwamba tajiri anuniwi. umeona bwana. So, Gigy ameandika hivyo. Uwaga kuna hizi eh, back and forth uwaga zinatokea kati ya Gigy na Diamond. Yani unakuta sometimes Gigy ana mind Diamond anamsema, sometimes ndio hivyo, anaomba msamaha, wanaona tena wame link unawakuta wako pamoja, wanasupportiana katika mishe zao za mziki na nini, and then baada ya muda tena Gigy utamkuta tena ame mind Diamond. Kwa hiyo uwaga hivi vitu vinatokea na vinaisha, yani ni watu ambao wana ushikaji huo wa karibu kiasi hicho, na Diamond tunajua kabisa kwamba kwa namna moja ukweli kwamba Diamond ni vuka mipaka. So, Diamond yuko hivyo siku hizi, nadhani watu kwa moja au nyingine. So, akaendelea hapa Gigi kusema kwamba bila kusahau, napenda vile nampenda vile vile na wala sio lazima tuwe karibu kama zamani. In short, ni kwamba mimi ni kipenzi cha wakawaka waka. Wa, uh, mimi ni kipenzi cha wakaka wote Tanzania. Gigi ameandika hivyo kwamba yeye yani, bila kusahau kwamba anampenda vilevile vile Diamond na wala hakuna ulazima wao kuwa na ukaribu kama zamani, kwa sababu kwa zamani, kama nilivyosema, kwamba walikuwa wanasupportiana sana kwenye vitu ambavyo wa, wanavifanya na tunakumbuka kwamba katika moja kati ya occasion ambayo ilishawahi kutokeaga ni kwamba ni kwamba Gigi alikosti media nzima ya Wasafi, eh, ikafungiwaga kutokana tu, na video ambayo ilisambaa akiwa yuko, yuko jukwaani. Nadhani mtakuwa, mnakumbuka ile So Gigy ameexpress tena feelings zake kwa mara nyingine, akaendelea kusema kwamba uh, utaki bishana na fuvu lako la kichwa, I miss his vibes. Yani kwamba yeye yeah, yeah, anakumbuka ana sana zile vibes ambazo walikuwaga wana share wakiwa wako na Diamond ambapo pia ikumbukwe tu kwamba Mange Kimambi alishawahi kuvujishaga habari kwamba Gigi alishawahi kutoka kimapenzi au kuna vitu fulani vili happen kati yake yeye na Diamond, ambapo hakuna mtu ambaye aliconfirm, lakini Mange alishawahi kuzungumzaga hivyo hypothetically, umeona. So akaendelea kusema kwamba I miss his vibes ila nyie Diamond Platinumz, he's my favorite. Yani kwamba yeye bado anampenda anamkubali Diamond kwenye upande wa bata, na akaweka emoji ya kunyosha mikono juu. sijawahi eh, kuboreka naye wala hajawahi kuniboa, basi tu watu hawapendi kula vizuri na ndugu zao, ila bwana vibe la house party ni unyama mwingi. Anaen, ana, ana, anaendeleaga akaandika hivyo so huo ni ujumbe wa Gigi leo mapema tu asubuhi, akiwa ameruka live akaelezea situation ambazo yeye zinamkabili. Nadhani hapa Trend TV tuliku live video za uh, mada tofauti tofauti ambazo Gigi alikuwa anazizungumza oria kuweka hizo posti akiwa anacheza anakatika sana viuno na nini, alafu leo asubuhi ndio ameposti hiyo huo ujumbe eh, kwamba amemiss Diamond na vitu vingi kama hivyo. So hii ni moja kati ya posti ambayo imeibua mijadala mingi tu huko mitandaoni na watu wameiambatanisha hii posti na moja kati ya klipu ambazo alionekana akiwa anazungumza live. So actually hii ndio video ambayo Gigi anaelezea jinsi alivyomuota leo asubuhi huyo Diamond. Anaelezea hapa ndoto yake jinsi alivyomuota Diamond. ngumu. So, yeah, you yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Gigy Money bwana. Sasa hapa kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari, lakini pia vilevile vile, bwana hapa kuna maoni ya wadau wengi tu wamekuja pia kuweka maoni yao kuhusiana na kitu ambacho Gigi amekizungumza. Ana, anawaweka kweli hawa mabinti jamani! hii da sijui kama kuna pisi ambaye hajaruka nayo, kwa mtu ameandika hivyo. kwa mtu anasema ukiona hivi bwana, anadaiwa kodi, anataka Diamond amsaidie kiasi kidogo cha fedha. kwa mtu anasema bwana, taratibu, tumeanza kurudi kwa Diamond, ngoja na mimi pia niende Bwana njaa imeisha mpiga tayari, anaanza kujipendekeza kwa matajiri. Sema ukweli, mara ya mwisho ku, kwamba bwana chemba limejaa linataka kuzibuliwa. Kwamba bwana huyu mjukuu wa shetani Mondi, hanaga kinyongo, ambaye kama amempotezea umedimpozi ambaye alisema kwamba ametembea mpaka na mama yake. E, nani hawezi kupotezea? Sema mshikaji wa watu bwana, ukigombana naye utapitia mazito, na maneno mazito sana. Kwa mtu asema kwamba bwana, ukisema dem akiongea hivi yuko okay. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa mtu asema kwamba bwana <laughs>